Present, uh, na hii Kwale hii Mungu ameitunuku safari hii, kwa sababu iko miradi mikubwa tu sana, kwa sababu hapa hii milioni mia mbili na sabini na kitu, DG Namaret 1.4 billion, ile ya kupale iko Shimoni, bandari ya Shimoni 2.6 billion, wale tumepatia wavuvi ni karibu 500 500 and something million ile grants ambayo wavuvi wa, na community na kina mama wa Kwale wamepewa. Ukipiga hisabu hizo pesa ni mabilioni kwa sasa. Tunaletewa vifaa ambavyo vitaweza kuboresha biashara ya uvuvi, kwa sababu Mheshimiwa Waziri, samaki wakishikwa zaidi ya tani moja basi mara nyingi hawa samaki huuzwa kwa bei ya kutupa kwa sababu simply because hatuna sehemu za kuhifadhi samaki, lakini huu mradi ukiisha, tutakuwa na cold storage, tutakuwa na ice plant machine. Kwa hiyo hiyo ina maana tutakuwa na barafu ya kutosha na tutakuwa na sehemu ya kuhifadhi samaki. Wavuvi hawatauza tena samaki kwa bei ya kutupa kwa kuhofia samaki labda wataoza kwa... Najua ilikuwa ruwaza ya serikali na washikadau wote kwamba mahala hapa pakaweze kuboreshwa ili kulete uchumi mwingi zaidi. Tunamshukuru Mungu. Pili, ningeomba kuwashukuru wale wote ambao wameshikilia mahali hapa, wamevipiga vita dhidi ya mabwenyenye, na hasa shukurani kuu kwa Mama Fatuma Achani aliyemletea title deed kuonyesha kwamba yeye ni mlinzi nambari one wa ardhi ya Kwale. Pigeni makofi. Ningetaka kushukuru serikali ya kaunti kwa sababu hii mradi tumewasiliana nao pamoja na wafanyikazi wa kaunti ili iweze kukamilika. Mimi kama mama na wamama wako hapa, si mko mama? Wamama wasiachwe nyuma kwa hii mradi, tunapaswa pia kushughulikia wamama, mama karanga. Hao ndio wamama wametulea, tuko hapa kwa sababu ya wamama. Tunapenda mabwana zetu na vijana wetu, lakini wamama pia wasiachwe nyuma.